Hapa ni hatua za upishi wa wali kwa afya bora kwa kutumia viungo vyenye virutubisho bora na kiasi cha mafuta. Tunatumia mchele wa kawaida au mchele wa brown kama unapatikana, mboga na mafuta kidogo ya afya kama vile mafuta ya rezeti au nazi anaye kusomea makala hii ni mimi Dr Rukasi. Utakuwa sambamba nami toka hapa tunapoanza mpaka tutakapotamatisha. Lakini kama wewe tu ni wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. tuende moja kwa moja tukazitazame hizo hatua za upishi wa awali kwa afya iliyo bora zaidi Viungo muhimu vya kuvizingatia ni pamoja na vikombe viwili vya mchele, unaweza kutumia brown rice kwa afya zaidi. Mafuta ya kupikia ya kijiko kimoja ya alizeti, nazi au mzeituni. Kitunguu maji kimoja kikubwa kinakuwa kimeshakatwa katwa tayari. Kitunguu saumu punje mbili zilizo karoti mbili zilizokatwa ndogondogo pilipili hoho moja iliyokatwa, mboga nyingine unazopenda kama sukuma wiki, spinachi ama njegele, tumia chumvi kiasi, vikombe vinne vya maji ya moto o majani ya binzari fresh hii, lakini ni kwa hiari yako mwenyewe. Hatua za kupika, namba moja: safisha mchele, osha mchele mpaka maji yawe safi, lowesha kwa dakika kumi ni mgumo, kama ni mchele mgumu kama brown rice. Namba mbili kaanga viungo. Weka mafuta kidogo kwenye sufuria kisha kaanga kitunguu maji mpaka kimekaa vizuri, kibadilika rangi kidogo. Ongeza kitunguu swaumu na endelea kukaanga kwa sekunde 30. Namba tatu ongeza mboga. Ongeza karoti, pilipili hoho na mboga nyingine utakazozitumia. Kaanga kwa dakika mbili hadi tatu ili ziwe laini kidogo, laini bado ziwe na virutubisho. Namba nne, ongeza mchele. Mwaga mchele kwenye sufuria, kologa vizuri kwa dakika moja mpaka dakika mbili. Namba tano, ongeza maji na chumvi. Mimina maji ya moto, uwiano ni mara mbili ya mchele, ikisha ongeza chumvi kiasi. Hapa kwenye maji ni lazima uwe makini sana, kwa sababu kukosea maji kipimo, unaweza kufanya kuufanya mchele ukawa ni bokoboko boko zaidi. Namba sita Pika kwa moto mdogo. Funika sufuria na pika kwa moto mdogo mpaka mchele ukae vizuri na maji yote yakauke. Hii ni ndani ya dakika kumi na tano mpaka ishirini. Hii nayo na pia ni hatua muhimu ya kuizingatia kwa uangalifu zaidi, kwani moto utakapouweka mwingi sana itafanya mchele uweze kukauka ama kuweza kuleta ukoko ama mchele mkavu ambao hautakuwa na ladha kabisa. Pia kwa moto mdogo sana. Sana, sana kwa mbali mno, itachelewa mchele kuweza kuiva kwa wakati. Hatua ya saba. Hacha upumue. Baada ya kuiva, hacha wali upumue kwa dakika tano kabla ya kufungua na kuupakulisha. Vidokezo muhimu vya kiafya: usiongeze mafuta mengi, kijiko kimoja kinatosha. Tumia mchele wa brown kwa nyuzi nyuzi zaidi na ushibe muda mrefu. Mboga nyingi huongeza vitamini na husaidia shibe bila kula nyama nyingi. Unaweza kuandaa wali huu na mahalage au dengu kama chanzo cha protini ya mimea. Kabla hatujaingia moja kwa moja ukwenda kutazama hatua na inayofuata, naomba kuweza kukumbusha kama tu wewe ni wa kwanza kufungua makala hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele hii yote iliwa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunaziaplodi safari ya afya. Katika swala zima la ujenzi wa afya, ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote chaneli yetu iko mbele katika kusaidia kuelimisha masuala mazima ya afya hususa wale ambao wanakuwa wanateswa na mambo mengi mengi ya kimagonjwa, lakini pia katika swala zima hili la kiafya, niwe mstari wa mbele katika kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele kufungua video zetu pindi ambapo tumekuwa tukizi upload. Niendelee kutoa shukrani hizo za zati, lakini msiache kushare pia kwa watu wengine, ili waweze kupokea rinki na kuweza kujifunza mambo mengi ya kiafya. Asanteni sana, mshukuriwe.